Kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo cha Chadema inaendelea hii leo katika mahakama kuu masijala ndogo jijini Dar es Salaam, na Tundu Lissu sultani ameingia mahakamani hapa, na majaji nao wanaingia kama kawaida. Yupo jaji Dastan Ndunguru ambaye ni jaji kiongozi wa jopo, yupo jaji James Karemaya na yupo jaji Ferdinand Kiwonde, wote watatu wapo wakiwa kwenye majuo yao mekundu. Renatus Mkuda anasimama yupo na ajuae thawabu Isa Ignas Winia Kasawa. Hao ni mawakili wa serikali, anasema leo wako na mashahidi watatu na tuko tayari kuendelea. Jaji anamuuliza mshtakiwa, naye anajibu niko tayari. Majaji wanaandika kidogo. Shahidi anasema anaitwa ASP Geoffrey Agril Tufe, umri miaka 47, naishi Arusha, dini Mkristo. Anaongozwa na Renato Simkude. Anaanza Renato Simkude kumuuliza maswali. Wakili: kumbusha mahakama majina yako. ASP Geoffrey Tufe anataja majina yake hapa mahakamani. Wakili: kazi yako? ASP Geoffrey Tufye: upelelezi ni kwa ofisi ya mkuu wa upelelezi Arusha, na mimi nikiongoza kikosi cha anti robbery. Wakili: anti robbery ni nini? ASP Geoffrey Tufye: kikosi cha kuzuia uhalifu kama vile uporaji. Wakili: umepata mafunzo gani? ASP Geoffrey Tufye: Nilipata tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2023, chuo cha polisi Moshi. Nilijifunza upelelezi na mafunzo mengine mbalimbali, na nilimaliza mwezi wa 11 mwaka 2023. Mafunzo mengine nilipata ya nyota ya kwanza, nilisomea chuo cha polisi Moshi, ilikuwa ni mwaka 2013 na baadaye y mafunzo ya cheo cha mratibu msaidizi wa polisi nilipata chuo cha Dar es Salaam Police Academy hapa Dar es Salaam, nilimaliza mwezi wa 11 mwaka 2023. Wakili, kingine ni nini? ASP Geoffrey Tufi: mengine ni on job training, yaani mafunzo kazini. Wakili: una uzoefu kazini kwa miaka mingapi? ASP Geoffrey Tufi: miaka 15, ya upelelezi ninayo. Wakili: Arusha, uko tangu lini ofisi ya upelelezi? ASP Geoffrey Tufi: tangu mwaka 2003. Wakili: kabla ya hapo ulikuwa wapi? ASP Geoffrey Tufi: nilianzia polisi sbislam, nilianza kama General Duty na baadaye nikapelekwa Geita, ofisi ya upelelezi wa makosa ya jinai mkoa wa Geita, nikahamia nikaamia mkoa Arusha baada ya huko. Wakili: majukumu yako hapo ofisi ya upelelezi Arusha ya ni yapi? ASP Geoffrey Rutufye: kufanya dolia mbalimbali kukamata watumio kufanya upelelezi na, na kuwafikisha watumio mahakamani. Wakili: tarehe tatu mwezi wa tano kilitokea nini? ASP Geoffrey Rutufye: nilikuwa na wenzangu tulikuwa na section moja ambayo ni askari tisa hadi na dereva tukiwa kwenye doria. Wakili: nini kiliendelea? Shahidi: tulikuwa tunafanya doria tukiwa tunatumia gari ya polisi aina ya Toyota Land Cruiser, na nikapata maelekezo kutoka kwa, kwa kaimu mkuu wa upelelezi SP Boni Mgogo. Wakili: kwa njia gani ulipata maelekezo? ASP Geoffrey Lutofe, nilipata kwa njia ya radio call, na uh, ambayo ni kifaa cha mawasiliano, maelekezo kuwa amepata taarifa kutoka kwa msiri kuwa kwa Mromboo, kijiwe cha bajaji, kuna vijana wanahamasisha kuzuia uchaguzi wa mwaka 2025. Wakili, baada ya kufika huko kwa Mromboo, nini kiliendelea? Nilikuta vijana wa kila njama za kuzuia uchaguzi mkuu wa 2025. Jaji anasema umesema walikuwa wanakula nini? Shahidi walikuwa wanazungumzia uchaguzi mkuu 2025. Jaji, kumbe walikuwa wanazungumzia sio kula tena. Watu wanacheka mahakamani.